Ni kwamba ufuate utaratibu uh. Uzuri, sisi nchi yetu tuna utaratibu ambao lazima uzingatiwe, lakini tuna idara ya uhamiaji na hivi vitambulisho vya taifa tunatoa kwa aina tatu. Uh, wapo wageni wa kazi. Kwa hiyo kama atakuja kama mgeni mkazi, tutampa kitambulisho cha mgeni mkazi, lakini hatuwezi kwa kwa sababu ni mwenzetu anaingia na kutoka basi tumpe kitambulisho cha, cha taifa kama wizara ya Tanzania? Hapana. Tunatambua kwamba vitambulisho vya taifa ni moja ya nyara za serikali na ni kitu muhimu. Ndani ya ofisi yetu tumeweka utaratibu ambao ni mzuri. Mwanzo vitambulisho vilikuwa vinapelekwa kwenye ofisi za kata, sasa ikabainika kule kwamba wananchi wanachukuliana na vingine vinapotea na vingine vinaharibika. Kwa hiyo sasa hivi tumeweka utaratibu ambao ni mzuri, vile vitambulisho tuna vitunzo ofisini kwetu. Mwananchi anafika pale, tunamtafutia kitambulisho chake, anapewa na anaondoka nacho. Mwananchi yote ambaye amefungiwa uh matumizi ya namba yake ya utambulisho wa taifa yaani nan au ya maarufu kama namba ya NIDA au jamii namba, basi huyo anaweza kufika katika ofisi ya NIDA ambako amesajiliwa na kutoa taarifa ili aweze kupatiwa kitambulisho chake, basi ndipo ile namba yake inafunguliwa, kwani anayefungiwa anakuwa ameshatumiwa ujumbe wa SMS lakini hajafika kuchukua kitambulisho chake. Majina naitwa Latifa Ahmed Makao, niko hapa kwenye viwanja vya mwahako kwenye maonyesho ya biashara ya, ya kumi na mbili. Tuko hapa tuko na banda la kutoa vitambulisho vya taifa. Tunashukuru serikali yetu ya awamu ya sita kwa kutusogezea huduma karibu na kwa urahisi tunashukuru, na asanteni sana nirahisishia, kwa sababu kwanza ningetoa nauli kwenda kufuatilia. Alafu, pia nisingepata kwa wakati huo huo, ila kwa, kwa kusogezewa huduma hii karibu nilipata kwa urahisi na kwa siku hiyo hiyo, tunashukuru sana.